Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City, tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa katika siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili kwa wanawake. Mwathirika wa jinamizi hilo kutoka DRC afunguka alivyobakwa akienda shamba. Afika mshamba mi nikumie peke nikienda nako bapapapa, wali wanichomokea mule mshamba, wakasema mama, ujombee ufa wala tukublali na leo katika kujifunza lugha ya Kiswahili mtaalamu wetu kutoka BAKITA anachambua maana ya neno maduyuni. Ambatana nami hadi mwisho. Ni Alhamisi ya tarehe 25 ya mwezi Novemba mwaka 2025. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya umoja Mataifa jijini New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Arnold. Tuanze na wanawake. Katika kuadhimisha siku ya Kimataifa ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa onyo kali kuhusu ongezeko la ukatili mtandaoni dhidi ya wanawake na wasichana. Hatuwezi kuruhusu majukwaa ya mtandaoni kuwa sehemu nyingine ambako wanawake na wasichana hawako salama, amesema. Amesisitiza kwamba kuhakikisha kumaliza janga hili kunahitaji hatua kutoka kwetu sote, akitaka serikali na kampuni za teknolojia kuhakikisha majukwaa yao ni salama na ya kuwajibika. Ujumbe huu unaenda sanjari na kauli mbiu ya siku ya mwaka huu ambayo ni ukatili wa kidijitali ni ukatili halisi, hakuna visingizio kwa ukatili mtandaoni. Tukisalia na wanawake, ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya wanawake UN Women na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa na uhalifu UNODC inaonya kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na nne wanawake na wasichana elfu hamsini wa waliuawa na wapenzi wao au jamaa, sawa na mwanamke mmoja katika kila dakika kumi. Mauaji ya wanawake hayaji tu, mara nyingi ni matokeo ya ukatili unaoanza na udhibiti na vitisho na unyanyasaji, ikiwemo mtandaoni, amesema Sara Hendricks, mkurugenzi wa sera na programu wa UN Women. Amesisitiza kwamba ukatili mtandaoni mara nyingi unapanuka hadi vitisho vya kimwili, na katika kesi mbaya zaidi, kupelekea mauaji naye Johnny Brandalino, kaimu kiongozi wa UNODC, ameongeza kuwa nyumbani bado ni sehemu hatari na wakati mwingine yenye kifo kwa wanawake na wasichana wengi. Ripoti hiyo inasisitiza kuwa kuboresha takwimu na kutekeleza sheria za kuzuia ukatili ni muhimu ili kuokoa maisha ya wanawake na wasichana kote duniani. na ripoti mpya ya shirika la Umoja wa Mataifa la biashara na maendeleo UNCTAD iliyotolewa hii leo inaonya kwamba uchumi wa eneo la Palestina linalokaliwa kwa mabavu na Israeli umerudi nyuma miaka ishirini na mbili kwa muda usiozidi miaka miwili kwani umeingia katika hali mbaya zaidi ya mdororo kuwahi kurekodiwa huku miongo ya maendeleo ikifutwa na operesheni za kijeshi zilizodumu kwa muda mrefu pamoja na vizuizi vya muda mrefu. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Jeneva, Uswisi, Pedro Manuel Moreno, naibu katibu mkuu wa ANCTAD, amesema Much of the, uh, infrastructure, kiwango kikubwa cha miundo mbinu rasilimali za uzalishaji na huduma za umma kimeharibiwa au kusambaratishwa ikifutwa miongo ya maendeleo. Matokeo yake ni moja ya migogoro mibaya zaidi ya kiuchumi iliyowahi kushuhudiwa duniani katika miongo ya karibuni. In mwisho wa muhtasari wa habari kwako Arnold. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye tutakwenda nchini Tanzania kwa mtaalamu wa Kiswahili Oni Sigala. Salia papo hapo tafadhali. Alors, que le ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani, kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika televisheni washirika, vilevile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni w kwa taarifa na makala. Mimi ni Ad Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina. Leo tunaelekea mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia Kongo DRC katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake inayofanyika kila mwaka tarehe 25 Novemba, mwaka huu ikiwa imebeba maudhui ukatili wa kidijitali ni ukatili halisi. Hakuna hoja yoyote kwa ukatili mtandaoni, na ndio maana nimevaa riboni nyeupe leo pia zinaanza siku kumi na sita za wanaharakati kuelimisha umma kuhusu janga hili la ukatili. Basi tunaungana na George Musubao kutoka redio wa shirika wetu Kashindi FM iliyoko mjini Beni. Amezungumza na mmoja wa athirika wa ukatili wa kingono. Kwako George. Katika majimbo mengi hapa DRC likiwemo la Kivu Kaskazini, vita na changamoto ya makundi yenye silaha ndio chanzo cha ongezeko la kiwango kikubwa cha ukatili Nimezunguza na bibi Kavira Malekera ambaye jina lake limebadilishwa ili kumhifadhi. Jambo mama, asante kwa kukubali kujibu maswali yetu. Je, ye, unaweza kutuambia ulikotoka na jinsi ulivyofika hapa? Mie huyu nilitoka Goma, enye linitosha Goma ni vukimbizi. Bwanangu alikufa muvita kule Goma, nikafisha ako batoto bawili kule Goma nikaenda jikuta sina vya kufanya, nikaona watu viko akimbilia huko Beni. Nitoka Goma na migulu ti Kanyabayonga, natoka Kanyabayonga na migulu ti Kirumba, nikenda na watu mule muparke, nilala mo de jour mu parke ya Virunga. Sana kia fika Kanyabayonga nikapumuzisha batoto pale, natoka Kanyabayonga ti Kirumba nikapumuzika ngidejur pena batoto sanafikapo Kirumba mnabatuvikoanenda ah, tu Beni njo nkakafika hapa Beni. Mambo ya likuwaje ulipowasili Beni? Akisema frangi elfu mbili za kikongomani ni sawa na dola moja ya Marekani. Sana akiafika hapa Beni nikafikia aka tu injetu na batoto tu, tu. Nikendwa na maisha, hakuna wakufanya

nikaenda tuvinikusha zoea kushamba shamba huko nyuma mayangose kule vile napita kushamba ya, maya, ya mayangose, unaenda nafika mshamba mie peke mule ufa, mi papa nikiendanabapapa aaanichomokea mule mushamba ndio wakasema mama ujombee ufa ara tukublale. Nikasema papa hakuna mwai, sitaweza vini bakakia wakanifunga kamba, bakanifunga kwa kitambala kumacho. Sasa wanifunga kitambala kumacho, nikaanza lia, kulia kulia, bakamata manguo nilikuwa nayo bakanipasulia. Wakwanza akanilala mule mshamba. Sasa ule wakwanza anaisha, ule mwingine akiwa ananilala anani mule mshamba maanake beshakamata basi, akamata mguu wa nafunge bwana, kaanta mguu wa nafunga nikabakia wazi. Wewe mamangu ni zalaka, uliwezaje kuondoka shambani? Nikajikokota tu mashamba, nikajikokota nikajikokota, nikasema nika, Mungu, pokea roho yangu pekee. Unajua kieni kwa tesekea batoto yangu, njo nikajikokota nikaja chomoka barabara, manguo bakaiwasha na moto kule, maanake niko bwe. Mamangu alinizalaka

natosha kikombe ananipa hayo ndio wakanieta mpaka kumugini. Hatimaye ulipofika mjini, mambo yalikuwaje? Sasa, nilifika huko kumugini ule mama mwenye shamba akasema, twende ah, kunini tonde tuko opita, baka nitakwamba maendo side, pale baanza nipatia nikunye asije akutoshe ile mabuchafu. Nikasema mauchafu ndio, tukaenda mpaka kuda sasa tuafika kule kujenerali

Baada ya kitendo hiki kiovu usiano wako na majirani hapo ukoje? Manake hivi apa mukarti kweni kwa nanza shinda munyumba tu nisha kwa hivi, hata mimi nisa toka hivi, hata nikamate hata nishote hata batoto maya hata nikwa kuta bamuke banikala hivi, nasikia batu bananza cheka, manake nisha kosa raha, nisha kosa na amani, manake nisha kwa tani kwa pita batu biko wananisha bilori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 Katika lugha ya Kiswahili tunaweza tukasema tuna maneno ambayo wakati mwingine hatuyatumii eh, kabisa na si kwa sababu eh, hayapo, lakini inawezekana tumezoea sana kutumia maneno ya Kiingereza. Mfano neno maduyuni, au tunaweza tukasema waduyuni. Maduyuni anaweza kuwa ni mtu au kinaweza kuwa kikundi au asasi ambayo inadaiwa bidhaa, mali, fedha na mtu tu mwingine au kikundi au asasi nyingine. Inapotokea mtu na mtu wanadaiana, au kikundi na kikundi eh, vinadaiana au asasi moja na asasi nyingine vinadaiana fedha, mali au bidhaa, basi hao wanatambulika kama madoyoni. Shukran sana Oni Sigala kwa ufafanuzi huo. Basi nami kufikia hapo na kunja jamvi leo, lakini tukutane tena Jumanne ijayo kwa jarida lingine la video, kwani Alhamis hapa Marekani ni eh, na katika Umoja wa Mataifa ni mapumziko ya sikukuu ya shukrani, na kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X habari za UN. Kumbuka pia Kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York Marekani. <todicabu>